Zote kubwa ndani, tamthilia kali ndani, filamu za kibabe ndani, yaani vyote kwa ukubwa na ubora zaidi. Usisahau lipia kifurushi cha elfu ishirini na nane tu, na dunia ya burudani inakuwa mikononi na machoni mwako. Azam TV tumekiwasha. Morning Express, habari zaidi, amka nasi Nam, tumerejea msikilizaji. Ni saa moja na dakika thalathini na mbili, na kama ndio kwanza unafungulia redio yako, unasikiliza matangazo ya moja kwa moja Morning Express ya UFM tukikutangazia kutokea hapa Dar es Salaam. Mimi ni Muhammad Salim na mwenzangu ni Alia Njovu, na sasa hivi tunataka kugonga hodi kwenye milango ya maswala ya ubunifu lakini pia tutapiga hodi kwenye saluni za vinyozi, kwenye kona za michoro, studio za wapiga picha, hadi kwa mabingwa wa ususi na maswala ya ufundi wa mikono, kwani sanaa si tu burudani, ni uchumi, lakini pia ni utambulisho, ni ajira na ni nguvu ya taifa. Lakini sasa kuna agizo jipya kutoka Baraza la Sanaa la Taifa BASATA ambalo linawataka wataalamu wa kazi zote za ubunifu kujisajili rasmi. Jambo hili limeibua gumzo, maswali, lakini hata mitazamo tofauti na. Je, ni hatua ya kuwakomboa ama kama ni vikwazo kwa wenye vipaji? Leo hapa studio tupo na maafisa wa BASATA, tunaye Gabriel Awe na Adali, <coughs> Adali, Nias, uh, Adali Anus uh, Mutembe uh, kama tusije kosea jina lako uh, kutufafanulia kila kitu ka tayari Uh, shika kalamu yako, uliza swali msikilizaji. Ambayo utakuwa uh, una maswali utatuandikia kupitia nambari yetu ya simu 0621 1717 lakini vile vile pia kupitia chaneli yetu ya YouTube ya UFM Radio TZ, karibuni sana. Hebu tuanzie hapa, ili jambo limeibua mjadala mkubwa sana katika mitandao ya kijamii. um, kwa kifupi agizo hili jipya, nini maana yake? linamaanisha nini? Uh, nashukuru. Naitwa Gabriel Awe, ni afisa sanaa wa baraza la sanaa la Taifa, lakini pia niko sehemu ya dawati la usajili pale BASATA mm. Um, agizo hili kwanza, nipende kusahihisha kwamba, uh, sio kitu kipya, sio agizo jipya, ni kitu ambacho kilikuwepo, lakini uh, sasa hivi kinaonekana kipya kwa sababu baraza la sanaa la Taifa limeunganisha mifumo yake na mifumo ya taasisi zingine, kwa hiyo ndio maana limeonekana kama ni jipya, kwa hiyo sio kitu kipya mm -hmm. E, kama unavyofahamu sheria ya kuanzishwa kwa baraza la sanaa la Taifa, huko nyuma kulikuwa kuna, kuna nini? Na kuunganishwa kwa mifumo uh, kwa nini isababishe hivi sasa uh, hawa wapate kujisajili, na huko nyuma ni kama nguvu haikuwekwa kwa kiwango hiko Uh, kabla ya kuunganishwa kwa mifumo watu ambao walikuwa wanafikiwa walikuwa ni wachache wale ambao tulikuwa tunaweza kuwafikia mm. kwa kadri ya uwezo wetu ambao tunao na nguvu kazi, lakini uh, baada ya lile agizo la Mheshimiwa Rais kwamba tunatakiwa uh, mifumo inatakiwa kusomana mifumo ya serikali mm. ili kwa ajili ya kurahisisha namna ya ufanyaji kazi na huduma kwa jamii. Kwa hiyo sisi tukaunganisha mfumo wetu na mfumo wa uombaji wa leseni za biashara. Kwa hiyo mdau yoyote ambaye anafanya shughuli za sanaa mm. au anafanya biashara yote ya sanaa mm. anapoenda kuomba leseni kwenye mfumo ule wa Tausi wa kuomba leseni za biashara okay, anapata, anapata kizuizi kwamba unatakiwa kuwa na kibali cha Baraza la Sanaa la Taifa kwanza kabla ya kupata leseni ya biashara mm. eh, mwanzoni ni idadi ndogo ambayo ilikuwa imefikiwa ambao walikuwa wanapata hivyo vibali ya BASATA lakini, kwa sasa ni watu wengi zaidi, ndio maana uh, mfumo umerahisisha uh, ku, kuwafikia watu wengi zaidi, lakini hapo kabla walikuwa watu wachache. Tutarudi kuangazia uh, ni kwa nini labda mpaka mtu apate hiyo uh, leseni ama kibali kutoka kwenu, ni kipi mnajaribu kuratibu kwa kazi hizi. Lakini uh, nikija kwako Mtembei, ni kazi gani hasa za ubunifu ambazo zinalengwa na, je, ni lazima hata wale vinyozi wa kule mtaani kwetu swahilini kabisa na wao wanapaswa kujisajili ama kuna kitu ambacho hakijaeleweka sawa sawa? Naam, naam. Kwa ukaribu, kazi zote za ubunifu kuanzia, uwe na kipaji au umesomea ubunifu, wote wa mitindo, iwe ni ya nywele, iwe ni ya makeup, iwe ni kusuka, kushona wote wadao wao lazima wamesajiliwa BASATA. mm. kazi zote za ubunifu wa mikono lazima wawe wamesajiliwa BASATA. Kwa hiyo hili hakuna linamwacha niseme hey, tu kwamba hilo ni, ni, ni takwa la kisheria lakini vilevile vile, kama sekta ya sanaa kuwa rasmi lazima tuwe na kanzi data ambayo iko sahihi kabisa na iko vizuri. Kwa hiyo mm. tukisha tukishakuwa na kanzi data ndivyo ambavyo serikali itaweza kuwahudumia wadau wake mm -hmm. Uh, vizuri kabisa kwa sababu ikishapatikana idadi, kuna idadi ya watu fulani ambao wanafanya shughuli za sanaa, hapo ndipo ambapo serikali inaweza ikawahudumia vizuri. Uh, ndo maana saa hivi pia kuna kuna wengi tu ambao tayari wanaendelea kufaidika na mfuko wa utamaduni na sanaa mm-hmm. Wanachukua mikopo bila riba, sawa. So, hebu tu nafasi hii tuchukue nafasi hii, tumepitapita kwa waka, baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam kuzungumza nao kuhusiana na hili, tuwasikie alafu tuje tuendelee na mazungumzo yetu. Mimi naitwa Ahmadi Jafari Sakafu ni mfanya kazi wa saluni. Kabla ya kuambia watu wajisajili, lazima kwanza watoe elimu au BASATA watoe elimu ya watu kujisajili. Je, kusema kujisajili kuna faida gani? Unapata nini hasa? Mtu anaambia wajisajili alafu siku ya siku unashangaa ameingia kwenye kitanzi, alafu nashangaa anashindwa kujinasua. Kwa lazima kwanza watoe elimu kwanza. Naitwa Zena Julius, natokea Mwenge, msusi hapa saluni Sharp Point. Maoni yangu kuhusu sajili baraza la sanaa ni vizuri kwa sababu utapata kujulikana na kazi zetu zitafahamika, itakuwa rahisi kwetu kutambulika, kupata wateja, kupata mkopo, kuwa na vikundi vya wajasiriamali kujulikana hivyo. Yani jina anaitwa Paloko, okay. Mtengeneza nyusi ni makeup artist, nafanya kazi ya nyusi, napaka wanja, nafanya makeup na bandika kope na vitu vingine. Hii kujisajili sio shida, na tunapenda sana kujisajili, ila tunatamani kujua faida ya kujisajili ni nini. Na tukishajisajili tutapata nini na tutafaidika na nini katika kujisajili. Issue sio kujisajili, issue ni faida ambayo utaipata baada ya kuwa umefanya nini, umejisajili. Kwa ajili ya maarufu, unaitwa kilikuu ndo jina maarufu la kazi yangu ya ususi. Ni mkazi wa Mbagala. Maana na sisi tunatamani, kwa sababu hatuonekani mbele za watu, na unakuta kuna vipaji mbalimbali ambavyo wenzetu wanaalikwa wanaenda maeneo wanaonekana, lakini sisi bado hatujapata hiyo bahati, na tunatamani vile vile kuwa juu kama wengine. Kazi ya ususi ni kazi ya ubunifu, kama mimi ni kipaji. Maana kuna kujifundisha na kuna kipaji, si wengine. Ndo vipaji vyetu hivi tumezaliwa navyo, na ndio maana mpaka sasa hivi tunaishi na familia zetu, tunategemea kazi hii, na sisi tuta, tusajiliwe ili tujulikane pale. Mimi naitwa Elizabeth Danieli, nipo hapa Mwenge. Mimi ndo mwenye ofisi ila nauliza hivi. Kwa mfano mimi hapa ndo natoa kila kitu tuseme. Je, na huyo msusi wangu naye atakiwa tena akishajisajili naye atalipa kila kitu, kama tutapolipa hivyo. Ah, mimi nasuka, ni msusi lakini ndo mwenye hiyo ofisi. Lakini pia nakuwa na wasusi wangu. Kwa hiyo ndo sasa so, naye nauliza je, yani kwa mfano hiyo BASATA kila msusi ndo atakiwa ajisajili alipe au ni ofisi? Pabajire, kwa majina yangu naitwa Lea. Kazi wa Mwenge sisi hatuna cha kufanya, tuta tutaitika watakavotuita, kwa sababu wenyewe ndio serikali ndio wanaamua. Sisi kwanza tukikawaida, hatuna maamuzi. Ina wanavoleta ajenda faida, ina maana na ina faida kwa sisi, ikawa faida kwao pia, na kwa taifa pia, taifa kwa sisi, tunaitika wanavotuita. naitwa mwanao Ahmad, yeah. E, msusi kutoka Mwenge. Jamani, tunasema hizo BASATA hatutaki, zinatunyonya Hatujui maana yake kwanza nini? Kwa sababu ubunifu, mimi ubunifu nime, nimebuni mwenyewe kutokana na maisha yangu magumu, nimeona nipambane, e, nimejiongeza nije nisuke watoto wangu wapate kwenda shule. Tena hapo hapo natakiwa nilipie, yaani ususi wangu tena naulipia, naulipia kwa sababu ipi? Yaani hiyo imekaaje? Yaani hiyo imekaaje? Tunataka hapo mtufafanue na ikiwezekana ifutwe, hatuna kazi nayo. Hao <laughs> ni baadhi tu ya wakazi wa Dar es Salaam ambao tumezungumza nao ambao wanafanya kazi hizi za ubunifu, lakini hapa studio pia tunaye Avela Chaula. Yeye ni msusi na yeye amekwisha jisajili. Kabla ya kurudi kwenu, Avela, karibu sana. Asante na umewasikia wengine wanatamani kujua faida. Uh, wengine hawataki kwa sababu wanaamini kwamba anasema, wow, inanyonya wao, inanyonya nini wewe kimekusukuma kuitikia kwa haraka na kujisajili? Of course let me give a story yeah. Ilikoje mpaka uh, yeah. yeah. yeah. um, I've been in industry almost miaka nane sasa hivi, nimekuwa kwenye industry ya ususi, mi ni msusi miaka mm. nane and of course nimekuwa nikiona sana wasanii wenzetu, of course sisi pia ni, ni wasanii mm. um, wana wanafaidika na serikali, wanapata mikopo, wanafanyaje. So mimi nikaleze hoja mtandaoni kwamba like hao, sisi tuko wapi? Mbona tume tume tumesahaulika? Lakini nashukuru Mungu BASATA waliona ile video na wakaniita, nikaitwa mm. ofisini, nikaonana na dokta akanielezea sisi tuko wapi, na akatuambia jinsi gani, vitu gani vya kufanya ili tuweze kufaidika mm. kwanza tu, akaniambia nijisajili Pili wakasema mnaweza mkawa na group au chama cha kwenu nyie, kama wasusi au kama watu wa saluni, pia kinaweza kikafanya kikafaidi. Kwa kweli tukaunda tuka group safe tuna chama cha masalonisti Tanzania kipo, na mimi nikajisajili kama mimi na pia chama kikajisajili. Narudi tena kwenye faida ambazo mimi nimepata in this short of time. Um, kwanza niliweza kuandaa event kubwa tu imefanyika ilifanyika hapo Bungo Plaza na nilisaidiwa vizuri sana na chini ya uongozi wa Basata. Walikuwa kipaumbele sana tulikusanya kama wasusi 480 pale. Tulikuwa na event moja kubwa sana na nzuri na mgeni rasmi alikuwa Joket Mwegelo. Um, pili mimi naweza kusafiri rahisi tu naweza nikaenda China nikafanya biashara zangu, nikasuka watu China nikarudi, kutokana na walezi wetu. Na kingine pia pale Basata walitupa elimu ya, ya ule mfuko wa sanaa upo. mm -hmm. Msusi anaweza kaenda akachukua mkopo tu as long as wewe umejisajili. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya faida tu ambazo zipo Sam. kama wewe msusi ukienda kujisajili kuanzia sasa ni Avela Chaula huyo msusi yes. ambaye yeye naye amekwishajisajili yes. Eh, lakini wapo wengine ambao hawaoni hizi faida. Uh, kabla ya kwenda kuziangalia kwa sababu tayari zimeshainishwa na wewe umezizungumza, nadhani kubwa hapa ni mkopo mm. Na wao kujirasimisha ndio faida ambazo zipo, lakini watu wana- wanalia kwamba kwa nini watumie pesa zao wakati wa ubunifu gharama za, za, za usajili ni, ki, ni kiasi gani? Um, gharama za ku, kusajili mm. miundombinu ya saluni za kike na kiume mm -hmm. ni shilingi elfu kumi na ukiangalia ni gharama ambayo ni ya kutoa huduma tu kwa mwaka, kwa, mm. eh, kwa mwaka ni shilingi elfu kumi mm. maana kwamba hata ukigawanya kwa miezi kumi na mbili ni chini ya shilingi elfu moja kwa mwezi mm. kwa hiyo ni gharama kidogo tu ambayo ni ya huduma mm -hmm. eh. Sasa kuna mtu ametusikia sasa hivi amemsikia Vela, amekusikia uwewe Awe, amekusikia Mutembei, ameona kwamba nataka kujisajili mm. anaanzia wapi? taratibu ni zipi? Taratibu ni usajili unafanyika kwa njia ya mfumo, kama ambavyo sasa hivi serikali imeingia kwenye mfumo moja kwa moja. Kwa hiyo taratibu ziko chache tu, ni mtu anafanya verification kwenye mfumo wetu kwa kutumia namba yake ya, anathibitisha e, namba ya, mm -hmm. ya, yake ya kitambulisho cha taifa mm -hmm. kwenye mfumo alafu atajaza taarifa zake. Uh, atachagua kipengele cha miundombinu ya saluni za kike na kiume mm -hmm. Alafu atawasilisha ombi. Baada ya kuwasilisha ombi, litakaguliwa na atapewa bili hiyo ya shilingi elfu kumi. Atafanya malipo, atapata, atapata kibali chake, kinakuja kwa njia ya mtandao e, kinakuwa kwenye mtandao. Kwa hiyo anaweza akapakua mm, kwa ajili ya matumizi mengine. Mtembe, mm, usajili huu ni wa mara moja ama kuna ulazima wa kuhuisha kila mwaka? Kila mwaka utakuwa unauhuisha, as long as utakuwa unafanya hiyo shughuli ya sanaa, lazima una kibali hai cha BASATA uh, ambacho uh, kila mwaka unatakiwa Uh, ukihuishe kuna swali la msingi kutoka kwa mmiliki wa saluni pale Mwenge limeulizwa mm. kwamba yeye ni mmiliki na anawasusi wengine wengine, kwa maana ofisi moja ina wafanyakazi pengine kumi. kumi. Mm. utaratibu pale unakuwaje? Atajisajili e. tu mwenye ofisi Amo ama wale pale na wafanyakazi wake na watapaswa kujisajili? Sasa hapo kuna mazingira mawili mm, uh, mazingira ya kwanza ni tunatambua kwanza ile miundombinu ya saluni za kike na kiume. Nikisema miundombinu mm, ni lakini yule mtu sasa ambaye ndo anafanya hiyo sanaa, huyo msusi mm, au labda kinyozi yule, anakuwa ni msanii msanii binafsi mm. Kwa hiyo yeye pia anapaswa kujisajili, lakini miundombinu ndo mm. kitu cha kwanza kabisa ambacho kinatakiwa kitambulike, lakini yule msanii pia, ili yeye kuweza kufaidika na fursa mbalimbali, anatakiwa pia kujisajili. Tumekuwa mm -hmm. tumejikita tu kwenye ususi. Tutarudi kwako uh, Chaula kutufahamisha zaidi uh, hili jambo na wasusi wengine wapate kukusikia, lakini pia tunaamini kwamba kuna wapiga picha mm. nao wanatakiwa wajisajili. Uh, kuna watu wanafanya kazi za mikono na uchongaji mm. Na wao gharama ni hiyo hiyo, ama utaratibu wao kidogo kwao kwa umekaa tofauti, unaweza uh, ukatuelezea vipi, mtembei katika hili? Yes, gharama zinatofautiana ndio kulingana na baadhi ya shughuli mbali mbalimbali za sanaa mm -hmm. Kwa mfano ukisema wachongaji au wa wote ni wasanii binafsi ambao ni solo artist mm -hmm. Wao wanajisajili kwa shilingi elfu kumi pia mm -hmm kwa mara ya kwanza mtu anapojisajili atajisajili shilingi elfu kumi na kibali shilingi elfu kumi kwa jumla elfu ishirini kwa mara ya kwanza tu. So. Ndiyo, na, uh-huh. kuna, wa, kwenye ukiongelea wa, wasanii ukisema wapiga picha mm. utaitofautisha kidogo na wapiga picha jiongefu ambao ni watu wa filamu hapo mm. ndio tunarudi kwenye sehemu ya sanaa. Unavyosema sanaa sana, unakuwa na maanisha nini? Kuna sanaa za ufundi sanaa za maonesho, sanaa ya mziki na sanaa ya picha jongefu ambayo ndo filamu mm. Sasa sisi BASATA tunasimamia sanaa za mnato mm. Hatumaanishi picha jongefu kwao. Inabidi waondoe huo mkanganyiko wa kusema sisi tunafanya picha jongefu, tunasimamia bodi ya filamu BASATA picha jongefu ni bodi ya filamu. Picha mnato ni baada ya sana sana gharama yake iko sawasawa pia na, na wenyewe au picha mnato. Picha mnato ni shilingi elfu kumi mm. kibali elfu kumi usajili elfu kumi jumla elfu ishirini kwa mara kwanza. Pia wapo wasanifu wa matangazo ambao ni graphic designers, mm. pia na wenyewe ni wasanii huh? hmm. Ma DJ. Yaani hmm. mm -hmm. sanaa unajua ni ipana sana, ukisema sanaa za maonesho ye ni pana, kuna wao wanaofanya sarakasi, kuna watu wa mazinga mazingaombwe ndio. Uh, kuna watunzi wa mashairi watunzi wa hadithi mm. Yani, sanaa ni pana pana kweli kweli. <laughs> Sawa. Sawa. <laughs> Eh. Sawa, um tukirudi kwako kwa Chaula, um, yes. wasusi imeonekana ndio kama imeibua mjadala mkubwa na, na vinyozi um, mm kuna fursa zozote ambazo wewe umeziona binafsi ambazo unaweza ukazungumza na na wasusi wengine ambao labda wanakusikiliza hivi sasa na kuambia faida ya ambazo wanaweza wakazipata na hizo fursa na namna ambavyo wanaweza wakaziendea fursa zipo kama hizo nikizungumzia ni ba mikopo um, I mean, ile bodi ya mikopo ya, ya wasanii au ya sanaa iko wazi kabisa pale kama umejisajili umidis, just go for it unaweza ukapata na pia sasa hivi huu mfumo umekuwa connected, huwezi kwenda TRA kama hujasajili BASATA, huwezi kujisajili BRELA kama hujasajili BASATA, wao wamekuwa connected pamoja. Kwa hiyo mimi ni kiongozi pia wa chama cha masalonisti. Kwa hiyo nimekuwa napokea zile simu kwamba lakini inakuaje, mbona nimeenda TRA nimeambiwa nirudi BASATA, sina sina cheti cha BASATA. Nawaambia yes, kwa sababu vimeshakuwa connected tayari kwenye mfumo. Kwa hiyo huwezi kuanza TRA pale ukaenda kwenye zile jinsi za kujaza kupata nini leseni lazima kuwe na namba ya BASATA. Kwa hiyo lazima uende tena BASATA. Kwa hiyo ni muhimu uh, Awe, kuna changamoto gani ambazo mmeshaziona mpaka sasa tangu kutoka kwa tangazo hili? Um, changamoto labda ni semeni, kwa upande wa, nikisema kidogo, labda kwa upande wa watu ufahamu kuhusu kujisajili kwenye mfumo mm-hmm. Ndio maana tumeweka namba za simu ambazo zinapatikana muda wote, ziko kwenye website ya BASATA tovuti mm. Ziko kwenye tovuti yetu pale, ziko namba za simu ambazo zinapatikana muda wote kwa ajili ya msaada, lakini pia mtu akihitaji kuja ofisini anapata msaada. Kwa hiyo uh, ni wachache ambao wanapata shida kidogo katika kuingia nani, kujisajili wenyewe kwenye mfumo, mtu akipata, lakini, akishika simu yake mkononi yeah. anaandika nini anaandika sanaa.go.tz, alafu, alafu utakuja ukurasa umeandikwa mfumo wa wadau wa sanaa. mm. mm. afu mfumo wa wadau wa sanaa yeye, yeah, ataingiza namba yake ya kitambulisho cha taifa hapo. na, na, ni At... kitambulisho cha taifa tu ama? yeah. kuna namba nyingine labda cha kura? Hapana. oh. kitambulisho cha taifa tu ambacho kipo kwenye mfumo wetu, kwa hiyo ataingiza namba ya kitambulisho cha taifa ataulizwa yale maswali ya kuhakiki kwamba namba ya kitambulisho cha taifa ni ya kwake. Mm. akishajibu yale maswali kwa usahihi atajaza taarifa zake uh, za awali alafu, baada ya hapo atapata ujumbe kwenye meseji ya kawaida na barua pepe. Tumeweka hizo namna mbili kwa ajili ya kuwasaidia watu wote. Kama mtu ana ana barua pepe, basi anapata ujumbe kwenye, kwenye meseji ya kawaida. mm. Baada ya hapo atatengeneza nywila mm. au password. Akishatengeneza password ambayo ina herufi kubwa, herufi ndogo, ina alama na namba, ndio hiyo ambayo inakubali kwenye mfumo wetu. Akishatengeneza ataingia. Akishaingia sasa ataambiwa kwamba aweke tin namba mm. ile nambari ya mlipa kodi mm. ile ya TRA mm. ataiweka kwenye mfumo. Akishaiweka hiyo namba, atajaza tena taarifa na mahali ambako anapatikana anwani yake ya makazi yeah. Baada ya hapo ataingia kwenye mfumo, na pale kwenye orodha sasa ataenda kwenye kipengele ambacho kimeandikwa uh, kimeandikwa institution mm. Akibofya pale kwenye kipengele cha institution taasisi. Ehe, taasisi. Akibofya pale ataenda atajaza taarifa yake, kama ni jina lake au jina la saluni yake, jinsi inavyosomeka kwenye leseni yake ya biashara ataandika Alafu kipengele kinachofuata aina ya taasisi, kuna sehemu imeandikwa miundo mbinu ya saluni za kike na kiume, atachagua hapo. Alafu mbele yake aina ya sanaa, atachagua sanaa ya fundi msusi au sanaa ya ufundi kinyozi. Akishachagua hapo, hapo chini atajaza uh, mahali biashara ilipo, uh, zile taarifa, alafu atawasilisha ombi. Akishawasilisha kwetu tunapata notification kwamba kuna kuna ombi imefika, hilo tayari unachambua na kuapa bili. Akishafanya malipo anapata kibali. Sawa. Um, kujisajili ni jambo moja na mwitikio uh, kadri elimu inavyoendelea kutoka, uh, labda watajitokeza zaidi wata, mm -hmm, watajisajili kwa mjini inaonekana hivi, vipi kwa wale wa vijijini, mna mikakati gani ya kuweza kuwafikia? Mtembe, asante kwa vijijini, BASATA tupo Dar es Salaam ila kwa upande mikoa yote tunao wasajili wasaidizi ambao ni maafisa utamaduni wa kila mkoa. Mm, na kila halmashauri kuna afisa utamaduni ambaye anakuwa anawasaidia hao wadau wa sanaa wote kujisajili. Kwa hiyo kila sehemu hata walioko nje ya nchi ambao ni Watanzania wanafanya shughuli za sanaa wanaweza kujisajili wakiwa nje ya nchi. Mm. Sawa. So, wamejisajili mbali na kutoa mikopo na hizo fursa. Kuna nini mnaweza mkakifanya kuwa, kuwasaidia kwa maana ya kuboresha kazi zao, warsha mafunzo zaidi, uh, ama ndo wajisajili tu mweze kukusanya uh, kipato kwa maana ya kujiongezea uh, BASATA na wenyewe kuonekana sasa hivi wanapata kipato kwa, ikawa ni chanzo cha, cha, cha mapato kwenu. Kuna nini mnaweza mipango, katika mipango yenu kuwasaidia hawa kuweza kuboresha kazi zao? Aha. Uh, mipango ipo na uh, mambo yapo ambayo yanaendelea kufanyika pia, kwamba kuna kuwa na mikutano mbalimbali, kuna kuwa na washa, kunakuaga na semina pia kwa ajili ya kuwapa mafunzo, na sio kwamba zinafanyika Dar es Salaam peke yake, zinafanyika pia mkoani, na mfano mzuri ni uh, wakati tumefanya kuunganisha mifumo uh, tuliweza kusambaa nchi nzima kwa ajili ya kutoa elimu ilikuwa mwezi wa tano, mwezi wa tano wote, uh, tulifanya kutoa elimu kwa maafisa biashara, ili wenyewe waweze kuelewa, lakini maafisa utamaduni wa mikoa na halmashauri zote nchini, ili waweze kupata uelewa kuhusiana na kitakachoendelea kita baada ya mifumo kuweza kuunganishwa, alafu pia na kwa wasanii na wadau wa sanaa, lakini vilevile huwa tunaweza kuwafikia vizuri zaidi Uh, kupitia makundi yao wa ambao wamejiunga kama ambavyo alisema uh, Avela e, Avela mm. Mm. Na hapo ndio tunafikia mwisho, uh, msikilizaji ambao unatusikiliza tumegusia jambo muhimu uh, jambo lenyewe ni kutambuliwa kwa kazi za ubunifu kama taaluma rasmi ya sanaa nchini na umuhimu wa kujisajili kupitia Baraza la Sanaa la Taifa, BASATA. Tumesikia kutoka kwa maafisa wa BASATA Bwana Gabriel Awe, lakini pia Adalianus Mutembe na pia tumesikia kutoka kwa Vela Chaula ambaye yeye ni msusi ambaye amekwisha jisajili, na tumepata ushuhuda wa moja kwa moja mm. uh, kutoka kwake. Ujumbe mkubwa hapa ni mmoja ambao nadhani ni muhimu wote kuondoka nao. Kama wewe ni msanii wa kazi za mikono mm, mpiga picha, msusi mm -hmm, mbunifu, kinyozi, au mtaalamu wa kazi yoyote ya ubunifu, ni wakati wako wa kutambulika rasmi. Usikubali kipaji chako kibaki gizani. Mm -hmm. Jisajili, tambulika, linda kazi yako, na fungua milango ya fursa mpya. Karibuni sana wakati mwingine uh, tutakapoalika hapa studio. Asante sana asante msikilizaji, ni saa mbili kasoro dakika nne. Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja Morning Express UFM tukikutangazia Uh, kutoka hapa Dar es Salaam mimi ni Muhammad Salim na mwenzangu ni Ali ya Njovu asanteni wote ambao mmetuandikia maoni yenu uh, kupitia nambari yetu ya simu 0621117117 Halifa Mkakile anasema ujumbe wako wa Vela Chaula uh, Kiingereza ni lugha tu uh, anasema ametamani kabisa kabisa vizuri lakini anakupa hongera Halifa Mkakile Uh, nyama Sheki Malima uh, anasema asanteni sana kwa ufafanuzi huo mm -hmm. hakika tulikuwa tunaogopa, lakini kwa sasa kwa ufafanuzi tumepata kuelewa ya haya. Samindu asante sana kwa kutuchagua na kuendelea kusikiliza Morning Express ya UFM. Omari Daba anasema mm -hmm. uh, brother Muhamed Salim, yani mimi ningekuwa mpina uh, wala nisingeendelea kuhangaika ningepumzika tu hii kesi kila siku kabisa, kabisa. Na kuna pia msikilizaji ukisemase shuhuda huyo ukachangamka kwelikweli, natuhamasisha nasi basi fanya hivyo ili uweze ukajisajili. Abse akiwa nanga Igunga, hongera UFM kwa taarifa zenu nzuri za kitaifa na kimataifa na tunaendelea kuwasikiliza. Asante kuendelea kusalia nasi, lakini habari hapo mjengoni ni njema kabisa. Kika UFM ni baba lao tunazidi kuelimika vizuri sana anaitwa Richard Mashiba wa kijiji cha mwakaburi kata ya kataya Biji Mwanza kuimba na kuona pia e, fundi Malale tayari amekwisha usoma ujumbe wako, lakini yeye ni Pasco wa Imalilo, wilaya ya Igunga mashabiki